Kwenye saiko yako umezungukwa na watu wa namna gani? Hakikisha kwamba unazungukwa na watu ambao ni bora, ni watu ambao wana mawazo ambayo, ambayo yatakuongezea tija kwenye kila unachokifanya. Yakobo alizungukwa na mama yake ambaye alikuwa na ujuzi wa kupika vizuri, lakini Esau yeye hakuwa na mtu wa kumwongezea value katika maisha yake, yeye kila kitu alitaka afanye peke yake lakini Yakobo yeye alimtafuta mtu mwenye ujuzi zaidi yake na akamwongezea valu kwenye ile product ambayo alikuwa anataka kuizalisha. Kwa hiyo kwenye maisha yetu lazima tutafute watu ambao watatuongezea valu, watu ambao watatufanya sisi tusonge mbele, watu ambao watatufanya sisi tufanye vitu kwa ubora zaidi. Usikubali kufanya kitu chini ya ubora kwa kutegemea mawazo yako tu wewe mwenyewe lakini kuna watu ambao wana mawazo mazuri ambao unaweza ukayatumia mawazo yao na ukapiga hatua kubwa sana katika maisha. Ndivyo ambavyo Yakobo alikuwa alitumia ujuzi na utaalamu wa mama yake wa kupika ili kuweza kuwini au kupata zile baraka kutoka kwa baba yake. Na sisi pia tunajifunza kitu kikubwa sana katika maisha ya Yakobo na tukikitumia kitu hiki bila shaka tutapiga hatua sana katika maisha yetu ya kila siku, iwe ni katika kazi zetu tunazozifanya, au katika biashara ambazo tunazifanya. Hilo ni somo kubwa ambalo tunalipata katika maisha ya Yakobo. Endelea kunifuatilia katika sesheni zingine ambazo zitaendelea kukujia hapa katika ukurasa wangu.